Yo, what's up, what's up, people? This is Fly High Kenya, or you can call me William Njuguna the National and you know the vibe the vibe is all about supporting our upcoming artists. artist i'm talking about the DJs wana muziki wana biashara you name it cause we got you covered tunajadili kesi yenye utata wa Margaret Nduta, raia wa Kenya anayekabiliwa na hukumu ya kifo nchini Vietnam baada ya kupatikana na hatia ya kusafirisha dawa za kulevya. Nduta alikamatwa mnamo Julai 2023 katika Uwanja wa Ndege wa Hochimi City akiwa na kilo mbili za cocaine, jambo lililofanya afunguliwe mashtaka na baadaye na baadaye kuhukumiwa kifo mnamo Machi tarehe 6, 2025. Familia yake na serikali ya Kenya, na Wakenya kwa jumla wamekuwa wakijaribu kuokoa maisha yake kwa njia mbalimbali, zikiwemo maombi ya kidiplomasia na kampeni za mitandaoni. Serikali ya Kenya kupitia Bunge na Wizara ya Mambo ya Nje imeingilia kati na kujaribu kushawishi mamlaka za Vietnam kusitisha utekelezaji wa hukumu hiyo. Hata hivyo, changamoto kubwa ni kwamba Vietnam ina sheria kali zaidi dhidi ya biashara ya dawa za kulevya, ambayo, ambaye, ambapo yeyote anayepatikana zaidi ya kilo sita ya heroin ama cocaine, adhabu yake huwa ni kifo, jambo linalofanya juhudi za kidiplomasia kuwa ngumu zaidi. Kenya haina ubalozi wake nchini Vietnam. Katika mjadala, katika mjadala huu tunazungumza jinsi kesi ya Margaret Nduta ilivyofika hapa, hatua ambazo serikali ya Kenya imechukua kujaribu kumwokoa, matumaini ya Nduta kupewa msamaha au kupunguziwa adhabu, changamoto zinazowakumba Wakenya wanaokamatwa na mashtaka kama haya katika mataifa yenye sheria kali. Je, Unadhani Margaret Nduta anapaswa kurejeshwa Kenya ili atumikie kifungo badala ya kunyongwa? Toa maoni yako, like, share and subscribe kwa maoni zaidi, but kwa sasa, kwa heri.